Kanuni ya kwanza. Habari zenu na karibuni nyote kwenye chaneli hii. Leo tutaangalia kwa undani masomo kumi ya pesa ambayo wazazi matajiri wafundisha watoto wao, yakitokana na kitabu cha Baba Tajiri, Baba Maskini cha Robert Kiyosaki. Masomo haya kumi ni kama mwongozo, mpango wa kukusaidia kuwalea watoto wenye ufahamu wa masuala ya fedha. Hapa tunazungumzia kujenga utajiri wa vizazi na vizazi. Kwa hiyo chukua daftari, jiandae kuandika na tujifunze pamoja siri hizi za kufanikiwa kifedha. Kanuni namba mbili. Jambo la kwanza ambalo wazazi matajiri wanaelewa ni kwamba elimu ya fedha ni muhimu zaidi kuliko elimu ya kawaida linapokuja swala la kujenga utajiri. Shule inafanya kazi nzuri ya kukuandaa kwa ajili ya kazi, lakini ni shule ngapi zinakufundisha jinsi ya kusimamia pesa zako? Familia tajiri zimeelewa hili, Wanawapa watoto wao kipaumbele katika kujifunza kuhusu uwekezaji, nyumba na biashara, mambo ambayo shule ya kawaida mara nyingi hupuuza. Wanaingiza wazo kwamba kujifunza jinsi ya kusimamia pesa ni mchakato endelevu. Usipoelewa jinsi pesa inavyofanya kazi, utafanyaje ikufaidie? Ni kama kujaribu kucheza bila kujua sheria, kujua sheria. Kwa hiyo unafanyaje? Inaanza na mazungumzo ya wazi kuhusu pesa. Zungumza na watoto wako kuhusu fedha zako, uwekezaji wako, mafanikio yako na mapungufu yako. Wahimize kusoma vitabu kuhusu fedha binafsi, kuhudhuria semina na kujifunza kutoka kwa watu waliofanikiwa. Lengo sio kuwafanya watoto wako kuwa wakala wa hisa mara moja, bali kuwapa msingi imara katika elimu ya fedha, kwa sababu unapoelewa pesa, unaidhibiti na unapoidhibiti unadhibiti maisha yako ya baadaye. Kanuni namba tatu, tuongee kuhusu mali na madeni. Watu wengi wanakwama kwenye mzunguko wa maisha magumu kwa sababu wanajikita katika kukusanya madeni vitu vinavyowafanya watumie pesa. Fikiria magari ya kifahari, nguo za bei ghali na vifaa vya elektroniki vya kisasa. Vitu hivi havizalishi utajiri. Matajiri wanaelewa kwamba ufunguo wa kujenga utajiri ni kumiliki mali. Mali ni vitu vinavyokupatia pesa, vitu vinavyozalisha mapato. Inaweza kuwa nyumba, biashara, hisa, bondi au hata miliki ya kiakili. Kuelewa tofauti kati ya mali na madeni ni hatua ya kwanza tu. Uchawi halisi hutokea unapoanza kujipatia mali kikamilifu. Anza kidogo kidogo. Inaweza kuwa kuwekeza katika mfuko wa pamoja wenye gharama nafuu, kuanzisha biashara ndogo pembeni, au kununua nyumba ya kupangisha. Muhimu ni kuanza kujenga kwingineko la mali ambayo itakuzalishia pesa. Kumbuka, lengo ni pesa yako ikufanyie kazi zaidi kuliko wewe unavyofanya kazi. Mali zako zinapozalisha mapato zaidi kuliko matumizi yako, hapo ndipo unapopata uhuru wa kifedha wa kweli. Kanuni namba nne. Hii inatupeleka moja kwa moja kwenye hoja yetu inayofuata: kuifanya pesa ikufanyie kazi. Familia tajiri hazitosheki tu na kupata pesa, zinaifanya pesa izalishe pesa zaidi. Utajiri wa kweli haujengwi kwa kubadilishana muda wako kwa pesa, bali kwa kujenga mifumo ambapo pesa inaingia bila kujali juhudi zako za moja kwa moja ukiwa unapata mshahara unabadilishana muda wako kwa kiasi fulani cha pesa lakini unapowekeza katika mali kama vile biashara au nyumba unajenga uwezekano wa kipato kinachojiendesha hii haimaanishi kwamba unatakiwa uache kazi yako kesho na kuwa mwekezaji wa muda wote ni kuhusu kujenga vyanzo hivyo vya mapato hatua hatua sambamba na mapato yako ya sasa unaweza kuanza na hisa zinazotoa gawio au kwa kutengeneza na kuuza bidhaa dijitali mtandaoni Ufunguo ni kutoweka maya yako yote kwenye kikapu kimoja. Kadri pesa yako inavyokufanyia kazi ndivyo unavyopunguza kufanya kazi kwa ajili yake. Kanuni namba tano, tuongee kuhusu kitu chenye nguvu sana, mawazo. Familia tajiri huwafundisha watoto wao mawazo ya wingi, imani kwamba kuna fursa na rasilimali nyingi zisizo na kikomo. Watu wengi wana mawazo ya uhaba, wakiamini kwamba kuna utajiri kidogo tu wa kugawana. Hii inaongoza kwenye ushindani, wivu na hofu ya kuchukua hatari, lakini mawazo ya wingi huona changamoto kama fursa za kukua na huona kushindwa kama daraja la kufikia mafanikio. Mabadiliko haya ya mawazo ni muhimu sana, kwa sababu yanaathiri matendo yako na hatimaye matokeo yako. Unapoamini katika wingi, una uwezekano mkubwa wa kuchukua hatari na kuvutia utajiri katika maisha yako. Sasa, unawezaje kuunda mawazo ya wingi? Inaanza na shukrani. Jizungushe na watu wenye mtazamo mzuri, watu wanaokutia moyo na kukupa msukumo. Jiamini na uwezo wako wa kuunda maisha unayotaka. Kanuni namba sita, tuongee kuhusu hatari. Watu wengi wanaogopa sana kuchukua hatari na kuna sababu nzuri ya hofu hiyo. Hatari mara nyingi humaanisha uwezekano wa kushindwa na hakuna mtu anayependa kushindwa, lakini familia zenye uwezo zinaelewa kwamba kuchukua hatari kwa makini ni muhimu sana kwa kujenga utajiri. Wanawafundisha watoto wao insi ya kukabiliana na hatari, si kwa uzembe, bali kwa njia ya kimkakati. Ni kutambua fursa, kutathmini faida na hasara zinazowezekana na kufanya maamuzi sahihi. Kadiri hatari inavyokuwa kubwa, ndivyo faida inayoweza kupatikana inavyokuwa kubwa. Anza kidogo kidogo, jaribu kwanza na polepole pole ongeza uvumilivu wako wa hatari unapopata uzoefu na maarifa. Usione kushindwa kama pigo, bali kama fursa ya kujifunza. Kubali hatari zilizohesabiwa vizuri, ona kushindwa kama daraja, na utaona safari yako ya kujenga utajiri ikiongezeka kasi. Kanuni ya saba, tuongee kuhusu ujasiriamali. Familia zenye uwezo mara nyingi huwajengea watoto wao roho ya ujasiriamali tangu wakiwa wadogo. Wanawahimiza kufikiri nje ya boksi, kutambua matatizo na kutengeneza suluhisho. Hii haimaanishi kwamba kila mtoto lazima aanze biashara ya mamilioni ya pesa ni kuhusu kukuza mawazo ya ubunifu, uvumbuzi na kujituma. Wahimize watoto wako kuanza kidogo kidogo, kama vile kibanda cha kuuza sharubati ya malimao au kuuza vitu vya mikono mtandaoni. Muhimu ni kuwafundisha kufikiri kama wajasiriamali, kujaribu mchakato wa kutengeneza thamani na kupata kipato. Kuza roho hiyo ya ujasiriamali, wape vifaa na rasilimali wanazohitaji na uwasaidie katika juhudi zao. Ujasiriamali ni kuhusu kukuza mawazo ya kutatua matatizo na shauku ya kutengeneza kitu kipya. Kanuni ya nane, tuongelee jambo muhimu kwa mafanikio: kushindwa. Familia zenye uwezo zinaelewa kwamba kushindwa sio kinyume cha mafanikio, ni jiwe la kupandia kuelekea mafanikio. Wanawafundisha watoto wao kukubali kushindwa, kukiona kama fursa ya kujifunza, na kukitumia kama injini ya kuwasukuma mbele. Watu wengi wanaogopa sana kushindwa kiasi kwamba hawajaribu hata kidogo. Wanacheza salama, wanabaki katika eneo lao la faraja na wanakosa fursa nzuri sana. Familia zenye uwezo wanawahimiza wato, watoto wao kuchukua hatari, kujaribu na kuelewa kwamba kushindwa ni sehemu ya mchakato. Wanawafundisha kuchambua makosa yao, kujifunza kutokana nayo na kurudi wakiwa na nguvu zaidi. Baadhi ya watu waliofanikiwa zaidi duniani wamepitia kushindwa kikubwa njiani, walitumia kama mawe ya kupandia kama fursa za kujifunza na kukua. Kubali kushindwa, kichambue, jifunze kutokana na makosa yako na kuyatumia kama mafuta ya kukusukuma kuelekea malengo yako. Kanuni ya 9: tuongelee jambo muhimu kwa ajili ya kujenga utajiri, kodi. Familia tajiri zinaelewa kwamba kupunguza mzigo wa kodi ni muhimu ili kuongeza utajiri wao. Wanawafunza watoto wao jinsi sheria za kodi zinavyofanya kazi, mbinu halali za kupunguza kodi zao, na umuhimu wa kufanya kazi na washauri wa kodi waliohitimu. Watu wengi wanakubali tu kiwango cha kodi walichonacho na kudhani hawawezi kufanya chochote kuhusu hilo. Familia tajiri hutumia punguzo, mikopo na mianya ya kodi kwa faida yao, kuhakikisha wanahifadhi sehemu kubwa ya pesa zao walizozipata kwa bidii. Ni kuhusu kuwa mwerevu, mwenye ujuzi na kufanya kazi na wataalamu ambao wanaweza kukusaidia kupitia ugumu wa mfumo wa kodi. Jifunze kuhusu kodi. Kanuni namba kumi, kuzungumzia nguvu ya mtandao wako. Familia tajiri zinaelewa kwamba kujizungusha na watu wazuri ni muhimu kwa mafanikio. Wanafundisha watoto wao kutafuta washauri, kuunda uhusiano na watu waliofanikiwa, na kujizungusha na watu wanawatia moyo na kuwachochea. Mtandao wako unaweza kuwa na athari kubwa kwa mtazamo wako, fursa zako na mafanikio yako. Ukijizungusha na mawazo hasi kila wakati, itakuwa vigumu zaidi kwako kufikia malengo yako. Jizungushe na watu wenye mawazo chanya, wenye motisha na waliofanikiwa. Mtandao wako ni thamani yako halisi. Tunaweza pia kusema, niambie unayechangamana naye, nitakuambia wewe ni nani. Jizungushe na watu wanaokutia moyo, wanaokupa changamoto na wanaunga mkono njia yako ya mafanikio. Kanuni namba 11 Na hatimaye tuzungumzie lengo kuu, uhuru wa kifedha. Familia tajiri huwafunza watoto wao umuhimu jenga kuchajiri kwa ajili ya uhuru na fursa zinazoletwa nao. Wanawafundisha kwamba usalama wa kweli hautokani na kazi, bali na kutokuwa na chanzo kimoja cha mapato, yaani kuwa na vyanzo mbalimbali vya mapato yasiyohitaji kazi kubwa. Watu wengi hufunzwa kuweka mkazo katika usalama wa kazi na kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Familia zenye uwezo zinaelewa kwamba kutegemea chanzo kimoja cha mapato kunaweza kuwa na hatari. Wao hupa kipaumbele kujenga vyanzo vingi vya mapato yasiyohitaji kazi kubwa, iwe ni kupitia ardhi, biashara, uwekezaji au miradi mingine. Hii inawapa udhibiti zaidi wa muda wao, fedha zao na maisha yao. Uhuru wa kifedha ni kuwa na uhuru wa kuishi maisha unavyotaka. Kanuni ya kumi na mbili. Na hayo tu, masomo kumi ya pesa ambayo wazazi matajiri huwafundisha watoto wao. Kanuni hizi sio tu kwa ajili ya kukusanya mali, lakini pia kujenga msingi imara wa kifedha kwa ajili yako mwenyewe na kwa vizazi vijavyo. Chagua moja ya masomo haya ambayo yanakulia na uanze kuyatumia katika maisha yako kuanzia leo. Kadiri unavyoanza mapema, ndivyo utakavyoweza kujenga mustakabali mzuri wa kifedha kwa ajili yako mwenyewe na wapendwa wako.